Kachukua hela za sala. Mimi sitaki hela za sala ziliwe. Mimi natoa hela zangu, mimi sina milioni mia mbili, natoa hela zangu. Weka tulia, tulia wewe, unajua una akili wewe, akili unazo.